Na sisi leo tufuate nyayo za wazee wetu. Vijana wetu tuwaase, ili waondokane na kitu, baada ya kukaa mazungumzo, kuingia barabarani na kusababisha maafa, kusababisha upotevu wa mali na kadhalika na kadhalika, kitu hichi hakifai na hakina mashiko. Wazee wetu sivyo walivyoishi na sivyo walivyotufundisha. Kwa hiyo na sisi tufundishe vizazi vyetu haswa vijana wetu waliozaliwa elfu mbili. Hawa ndio viongozi wetu, tunawategemea kwa kipindi hichi, kwa sababu wao wamezaliwa tayari kuna mashule nchi hii. Zamani haina shule, shule zimekuja baada ya wale wazee kukaa pamoja kuona tunafanyaje, ndio zikapatikana shule. Kwanza hii tunataka tujitafakari sana sisi kama wazee, tuwaelimishe vijana wetu. Na kwa bahati nzuri vijana wetu ni wasomi, sio kama wale vijana wa zamani. Wale vijana wa zamani aliosoma darasa la nane, lakini sasa hivi mtu kasoma kidogo ana digrii moja lakini Miaka ya hamsini na nane kwa Morogoro hapa aliyokuwa na diploma alikuwa nipate siku nambi, wengine wote ni darasa la nane, darasa la kumi, hakuna mtu ambaye alikuwa amefika elimu ya juu, kwa sababu tulikuwa hatuna mashule hapa, mashule wende Makerere, Uganda. Na washauri vijana wangu wasiige mwigo na Vijana wapendane, vijana wasikae majengeni. Kazi ya kukaa kusikiliza huyu kasema hili bwana, huyu ah, mwanamke huyu anatusaidia nini bwana? Eh, wasifuate mwigo eh, wasifuate mwigo. Nchi mwigo ni ile kusema fulani yule kaja kakuongopea neno hili, wewe unaona ah, kweli bwana, hii ni sawa alivyosema yule, ah, tufuate Eh, tusilale kwa hiyo hoja na sisi tuende mwendo ule.